Ah, mara mwisho tulipiga picha kwa ajili ya kumkomoa ex wangu, ujumbe ulimfikia, ameomba msamaha sana, ila nimemwambia siwezi kukusamehe kwa kuwa swala lako lipo kwa mama, kwa hiyo msamaha wako uko chini ya jamhuri. Kwa hiyo nimemwambia swala la msamaha wako ni swala la jamhuri, sio mimi tena eh. Kupitia ile picha, mama, pia nilipata madili mbalimbali, ila changamoto ilikuwa moja: kuna madili mengine walikuwa wanasema twende wote nikakutafuta sana upatikane. Kuna kampuni mmoja ilipata dili, nataka tutangaze wote, mimi na wewe. Wewe ulikuwa unatakiwa uposti mara mbili tu, walikuwa wanatupa hela mama, walikuwa na kula zako saba na mimi saba. Nampigia mheshimiwa Mavunde na mwambia jamani, mama huko anatakiwa tukachukua hizi hela ya yeah ya na mimi mama ni kushukuru sana uongozi wako, viongozi wako wote, majina yao yanakuwa yanafaa kuwa viongozi. Kwa wale wenye watoto, kuna jina ukishampa mtoto sahau kabisa kupata cheo serikalini kikubwa. Yaani ukishamwita mtoto Chris hawezi kuwa mkuu wa majeshi, yaani ni ngumu sana ili tupate mkuu wa majeshi anaitwa Kamanda Chris. <laughs> Yaani kuna watu kabisa wanaona kabisa aliumbwa azaliwe akuwe awe IGP Aliumbwa wazaliwa kwewe kamanda kama Kamanda wa Mulilo pale, unaona kabisa yes, akioneshwa hivi, unaona kamanda. Ila siku tukaja tukapata kamanda anaitwa Kevin, ili taifa tunalijua wataanza kumwita Kevo. Kwa hiyo hata zile habari za biladi yayo zinaandikwa pale, Kamanda Kevo anawashikilia panya road, taifa naanza kujiuliza, anawashikilia au wanamshikilia. Ya, mama mama unajua mtaani huko usitamwamini sana miradi yayo. Eh, yani kila kitu unachokusema miradi yayo akiposti unagundua kumbe ni uhakika. Eh, hata ile picha tulipopiga hapa watu wakaniambia unajua umepiga picha na mama, mimi mwenyewe nikauliza mbona miradi haijaposti? Ya, lakini mama pia nimesikia bunge linaisha sio muda. Eh, Dr. Tulia amenialika marathon Mbeya. Sijui kama una taarifa. Sasa nilivyosikia bunge linafungwa halafu Tulia kaandaa, nasema sije kuwa nakimbia na nakinwa mgongo cha wabunge yeah. Kwa mama, leo najua tutapata picha nyingine, kwa hiyo zile kampuni ziendelee kutafuta. Jitahidi leo nipate namba yako, wenzako wana namba yangu, kina Aweso, kina Mheshimiwa Mavunde, kina Dr. Tulia wana namba yangu kuna muda naposti meme nzuri, wananiambia Said, naomba hiyo <laughs> mimi niko najua, waheshimiwa ukichukua namba zao kila siku mnakuwa mnaposti mambo ya sikalini bwana. Juzi nimemshangaa Mavuni naye amemposti dogo dogopaten kaandika pale afane nilegezee kamba nikasema, ah kumbe hadi waheshimiwa hiyo wanaijua. Kwa hiyo mwema, hakikisha tunafanya hivyo. Ya mheshimiwa Tulia aweee uko sawa kabisa. Mama pia tuliaga, namtumia umeme nikikwama. Mimi nimeshavia kununua umeme nikana, mtafuta wa elfu kumi. Kuna siku alinitumia umeme wa laki mbili kwangu, palipiga shoti, nikawa namtafuta waziri wa nishati nimwambie nauza umeme at least, ile ili laki mbili nigeuze kuwa hela. <laughs> Ah, mama, cha kingine shoo ilopita tulikuwa na umidimpo hapo, ya pembeni yako Nimegundua maisha yanabadilika. Leo hujamwona, unahisi ajaja amekuja amemweka back bencha huko bwana. Umedimpo zuko wapi, ndugu yangu? Nyosha hata mkono tu, mkonotupo Umid... ah, nilikwambia maisha yanabadilika, si nikwambia kuna siku nitakusaidia si hivi? Nimekuonesha kwa mama. Mama, baadaye kama itakupendeza na yeye apate picha. Ni ngumu kwenda kuambia watu walikuwemo huko. Ya lakini, kwa kuwa ni siku ya habari, najua kuna habari hauna, kwa hiyo nitakuwa nakupa ya. Nasikia JSM wetu waga anamkopa Manala hela, wanasema Manala Diamond, pia naye aliyazima laki tano pale, eh, lakini pia Manala, sijui kama ulisikia hii, yule mwanamke wake ambaye tulifanyia sherehe hapa hapa, washaachana lakini pia juzi nilikuwepo kwenye birthday ya mtoto wa Mario. Harmonize alikuwa anacheza na kajala bwana, wamerudiana nao. Mama kwao, Harmonize inaonekana ni mtu anajua sana kungania ugomvi mpaka ukaisha. Tumtumia hata kwenye ile vita ya Ukraine kule, Harmonize shakuambia kazi uku mziki ukishinda, yeah. Lakini pia kama kuna nafasi yoyote mama unaweza kumpatia, mpatie mapenzi, anamwendesha siku hizi yaimbi Mama, mimi nakupongeza sana. Serikali yako inafanya kazi kubwa. Moja ya kitu ambacho mimi waga na fly ni kwamba kwa marais wote ambao wameongoza nchi yetu, watoto wao waga ni wakubwa, ajai kupata rais anakale katoto ka junior. kwa sababu huyo rais angeendesha ange ili taifa kuwe shida. Yaani mama ungekuwa nakale ka junior kadogo kangekutesa sana, umekaa zako hapo, kametoka nje Unakaita ndani akataka anakuambia kataka kata, kucheza na palamu gani mpaka budi na singekataa baba. Watu wanatoka nje, anaenda kucheza naye kwa sababu mtoto wa bosi ni bosi pia. Ni bora kachezee watu, unaenda nako mjini, kanafika pale, kanataka sanamu la posta, inabidi umtume liziwani Kikwete akalivunja amlete utafanyaje? Ah, kwa, kwa kuwa mda umeisha mama, na mi naomba niishie hapo. Najua watu wengi watadhani eti kwamba leo nitaomba picha ya kitu ambacho ni kweli mama. Hii picha leo sasa iwe tofauti, kama mabango siliyaona mama, ile picha. Kwa hiyo umegundua kuna faida ukipiga picha na mimi, kwa ya leo sasa weka mabango. Tanzania tu kuna mabango, nimeasikia hapo kule Kenya. Kwa hiyo jiandae kujiona kimataifa mama, baada ya picha Umedimpozi mama, amesha kuona ataamua yeye unapiga picha au upigi. Asante mama, naweza nikashuka nikaje hapo sasa. Asante sana. Baada ya Saidi Saidi sasa tunaendelea na battle Lady JB.